Najua hmm. Mambo kwanza, Ramazani hii tunashukuru Mungu tumepokea salama salimini. Eh, vifungo vinaenda vizuri, lakini waume zetu wanagongwa jamani, wanagongwa na nini? Ajali! kweli? Kila ukiamka Shanga kagongwa na basikeli, Kijito Nyama kagongwa na basikeli, au sijaam jamani, tunaomba jamani, waendesha magari, kipindi kama hiki cha saumu masikio yanaziba, sai unampigia mtu honi Mwenzio swaumu ishamjaa mwilini, mnatugongea wamezetu jamani, vilio kila kukicha, wenyewe ndio mnawategemea. Mwenye juzi kwa, kwa mwenye nimeona kabisa hivi eh, gari tumesimama kama hivi, unajua pana kwenye kuvuka gari, usikubali mwenye gari akisimama uvuke, angalia wanaokuja, wana, wana wengineo kwa sababu gani? Si akasimamisha lori, vukeni, si atujangalia mbele, mama we, kumbe lilipita lori ya yani, ah, jengine upande mwingine, nimesha elewa majuba

kama tunacheza makida ngea, usiniambie kwenye makali shwa gari imepita hii road. Nimeona nyepesi, njaa sina, nimeshiba ki tumelazwa pale chini eh. <laughs> tumeshikwa miguu tusikimbie <laughs> mlikuwa mnaenda wapi? mm. Kwanza kapale fire pale eh. pale ndo bala eh, kwenye kuvuka mnafika mm. katikati, mnarudi nyuma nyuma, kati kuna gari <laughs> <hana, laughs> kama wewe Jamani ah, nyinyi sasa, siku za sikukuu jamani, kina mama mtiani gea, mtihani yaani. Hapo unakwambia hivi, mtia tutapata taabu, mabwana kugongwa, yaani tuzamia nasi wenyewe kaheka mtiani.